Good good morning, good afternoon and good evening. Habari za asubuhi, habari za mchana na habari za jioni. Leo nitakuja na historia ya Tanzania. Hapo zamani za kale, katika ya moyo wa Afrika Mashariki kulikuwa na ardhi yenye tamaduni tajiri, mandhari nzuri na historia ndefu. Ardhi hii ambayo leo tunaiita Tanzania ilikuwa ni makazi ya jamii mbalimbali, kila moja ikiwa na tamaduni, lugha na mifumo ya maisha yake. Kutoka milima ya Wazaramo hadi savana za Wamasai, nchi hii ilikuwa na hadithi zilizosimuliwa kwa vizazi na vizazi. Hata hivyo mwishoni mwa karne ya kumi na tisa wageni walikuja kutoka mbali wakibadilisha mwelekeo na historia. Wageni hawa walikuwa wajerumani ambao walifika kwenye pwani ya Afrika Mashariki walidai ardhi na kuanzisha kile walichokiita German East Africa kilichojumuisha maeneo ya sasa ya Tanzania, Rwanda na Burundi. Utawala wa Wajerumani ulikuwa mgumu. Walijenga barabara, reli na bandari, lakini walilazimisha kazi kwa nguvu kwa wananchi wa kiasili. Moja ya matukio muhimu katika kipindi hiki ni mapinduzi ya Maji Maji yaliyofanyika mwaka elfu moja na tano mpaka mwaka elfu moja na saba, ambapo wananchi walijitokeza na kupigania uhuru dhidi ya Wajerumani, lakini mapigano yao yalishindwa kwa ukatili mkubwa. Hapa ndipo ninapoishia historia hii. Ningependa kuwakaribisha tena kwenye sehemu ya pili kwenye video nyingine. Asanteni sana.